Kwani mko wapi? Mbona siwaoni uwanjani? Au ndio kusema mmekimbia mjini? Uwanja wa Benjamin Mkapa, muda huu ni majira saa nane kamili za mchana. Tunashuhudia uwanja ukiwa bado mweupe mpaka muda huu kuelekea mchezo wa mzizi madabi. Si kawaida na wala sivyo ambavyo tumezoea katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye mchezo mkubwa kama huu wa mzizi madabi. Leo ni mnyama Simba akishuka dimbani kumkaribisha Azam FC matajiri wa Chamazi, wanalambalamba hawa wanaitwa hivyo kutokea kule Mbande jini Dar es Salaam. leo tuko hapa kuletea taarifa habari na matukio kulea katika mchezo huo. Lakini cha kushangaza mpaka muda huu bado mashabiki wa soka hatujawaona kama ambavyo tumewazoea katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Unachokitazama hivi sasa ni mandhari na mazingira ya nje ya uwanja unavyoonekana kuanzia geti ambalo mashabiki wanaingia bila shaka, unatazama kwamba bado ni kweupe na hakuna dalili pengine uwanja ukajaa au ukafika nusu ya idadi ya mashabiki ambao wanaingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa kuelekea katika mchezo huo hapo baadaye, majira ya saa kumi na moja kamili za jioni, mnyama Simba anaingia katika mchezo huo akiwa na rekodi nzuri ya mchezo wake wa mwisho alikusoka Tanzania Bara dhidi ya Mbeya City pale katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo Mbweni jijini Dar es Salaam wakifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli tatu kwa sifuri. Goli la Bajabir ni goli ambalo alifunga idadi ya magoli siku hiyo, huku mashabiki wa klabu ya Simba wakifurahia kile ambacho alikifanya nyota huyo, ambaye ni kwa mara ya kwanza alishuka dimbani akiitumikia klabu ya Simba tangu usajili wake. Mara baada ya mchezo huo, mengi yalizungumzwa kuhusiana na kile ambacho Simba uh, walikifanya, matokeo mazuri, lakini pia uh, viwango vya wachezaji, lakini pia benchi la ufundi likiongezwa na kocha Suleiman uh, Matola. Lakini kwa upande wa Azam FC, wao mchezo wa mwisho walishuka dimbani zidi ya Singida Black Stars. Kocha Foroi Benge alilazimishwa sare katika uwanja wake wa nyumbani tena sare ya bila magoli. Mengi alizungumza mara baada ya nyota wake pia kosa magoli wakina Jifte bora Kitambala. nini ambacho watafanya uh, wachezaji wa Azam FC leo katika uwanja wa Benjamin Mkapa zidi yatajirudia yata, yale ambayo yalijirudia kipindi ambacho Azam FC alipata sare ya mbili mbili dhidi ya Simba. Goli la Zidane Serale liliwapa suluhu hiyo ya goli mbili kwa mbili. Tazama kile ambacho kinaendelea hapa muda huu, biashara mbalimbali zikiwa zinaendelea hapa, jezi za mnyama zikiupendezesha uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini mpaka hivi sasa tunavyozungumza, Simba ee, ameshacheza mechi 4 kwenye ligi kuu soka Tanzania na akifanikiwa kushinda mechi zote, kumbuka mechi hizo uh, wamecheza ligi, kocha Suleiman Matola alisimama katika benchi dhidi ya Fonten, lakini pia mechi dhidi ya Namungo na mechi dhidi ya Mbeya City. Na katika mechi hizo tatu ambazo alisimama Matola, waliibuka na ushindi wa goli tatu bila kuruhusu goli hizo, pengine ni rekodi chache tu, uh, au takwimu chache

anafahamu vizuri, alishakutana nao kwenye michuano ya kimataifa mechi za kirafiki. Leo yupo katika ligi kuu soka Tanzania bara Asin, anakwenda kukutana nao wana lunyasi. nini ambacho watafanya wakina Gift Bora Kitambala au watafanya nini wakina wala, Jonathan wala. Thoa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Ayoma Media tuko hapa kuletea taarifa habari na matukio kwa katika mchezo huo kuanzia sasa mpaka tamati. uko nami Zaina Muhammad Alhaji Zubiri Mputa nyuma ya kamera.